Wala, wala. Yeah. Asamani una shida naye au kuna mtu nae na shida naye yeye anamfahamu? Hapana, mimi sina shida na yeye, mimi nina shida na mtoto tuuuuau kaka mkubwa. achana na huyo mama muuza, umemwona yule bwana Shika vyote usimshike mtoto wake, na kama utakuwa mbishi, kitakala kupata utakuja kutusimania. Unachukulia mambo nafagilia mafore na usiu Unachukulia poa wewe, usitipale Paulo. Na mbona kavaa hivi na sio kawaida yake? Kaka kaka, jamani, kaka yangu sasa, mbona upo hapa nje umejikojolea, na huyu mtoto kajinyea hapa? Basi ingia ndani na kabadisha hizi nguo, pumzike. Hapana neinei, babuji. Wewe, siwezi kuingia ndani mtoto nkamwacha nje, Eva Iki ndo kipenzi changu chakoli, mm -hmm. Mai chakoli, sikia, mi hapa ntajisafisha, nkiingia ndani msafishe, okay. Mtoto huku kilabuni alinyia ndo ile pale, okay. Changamka ndio na changamka, we changamka kidogo, dadadaima waishima nakukubali dada yangu, daima kwa heshima nakukubali, maisha yote, wewe ndo dada yangu jue. Huo ni uzembe sana sasa, mojeshaje begi kijinga hivyo sasa? Mimi ningefanyaje hizo zalau? Sasa nakula nini mchana? Wakati unajua kabisa, tumepanga ile begi tuliuze ile tupate hela, kula, tunakula nini sasa? Ujinga ule ufanye. Bora kurudisha kijijini, kwenye camp langu, sitokaa na mtu kama wewe. Huyu mshamba tu huyu. Inabidi arudi kijijini huyu. Yaani mshikaji kasingua kinoma yani. Mshamba tu huyu. Sio kweli. Hivi huo ukali wake unasaidia nini bosi? Karibia watu wanne wote wanaongea lugha hiyo hiyo moja, nikaona ni bora nimwache tu ule mtoto. Na hiyo pesa naipataje wakati kazi haijafanyika? Nahitaji ufanye kazi yangu. Kama pesa haipo, fanya kazi kama nilivyokuagiza.

Nikuulize kitu niulize. Hivi angekuwepo marehemu dada Meli, mtoto wake tungemtenga? Hivi mimi nauchungu na uchungu, anaumia pia kumwona yule mtoto anapata shida kule, yaani shemeja anahangaika naye vilabuni yule mtoto, unajua kali hivi. Una roho gani hivi? Tunashinda kumchukua, si tukamlea hapa? Yaani dadangu, una roho mbaya Sura yako mbaya yani, wewe mwenyewe yani, yani Mungu kakunyima kila kitu. Dada yangu, sisi kwenye familia yetu hakuna mtu mwenye roho mbaya kama ya kwako. Eti sitaki mpita dada yako aje kukaa hapa, roho mbaya hiyo. Hmm, naona mama usema bayoshi yangu unazidi kupendeza mashallah. Kama hivyo kakako ananipenda na hudumiwa, napewa kila ninachotaka ama kweli pesa aidanganywe, maana sasa hivi unazidi kuwa mrembo tofauti na mwanzo kakaangu alivyokuoa. mm, mambo huwa yanabadilika, ama kweli pesa aidanganywe. ishi yangu, wifi, naomba tuache kidogo na mazungumzo na kaka yako, nenda pale jikoni, nimepika mboga kuweka kila kitu sawa. Basi sawa, ishi yangu ina shida. Haya, sawa Usisahau kuweka kila kitu sawa mm, eh? Sawa, mume wangu. Habari za kutoka kwako? Mm, sio nzuri sana mke wangu. kwa nini sio mazuri? Hatujafanikiwa kupata mtoto Kivuli cha mapenzi. Yoyo, mimi naona mke wangu, ili jambo bora tuliache swala la kumchukua mtoto ambaye sio damu yetu, naona bora tuwachane nalo mke wangu, lisije likatuletea matatizo bure. Sawa. Kivuli cha mapenzi.

Nakuja kwako nakuja kwangu ufanya nini? Hmm, sikia pale mitani nishatoka mshamba mshamba, nikukuta ni nao, nimemkanyagia juzi kanatea wazee, mtani kwa pale. Mimi vitu vyote nishaamisha na nishaama, ni kifupi kwa pale, so kambi tena, sijui tumeelewana. So, ntakujulisha, yeah. Usijali, mbona simwelewe? Ananichanganya kule kanzu huku kipenzi na shati nyeupe, huyo jamaa uh, unamtafuta? Kwani kuna kitu kibaya labda ameweza kukufanyia? Hapana ndugu yangu, sio kama labda namtafuta labda kuna kitu kibaya chochote ambacho amekifanya, ila dada yangu mimi ambaye sasa hivi ni marehemu alikuwa rafiki yake na yule na ndio maana nikakuomba, kama utanipatia maelekezo ya kuweza kufika kwake ingekuwa ni vizuri, sio kama na jambo baya lolote lile. Ni kweli pole sana. Yeah. Ila huyu jamaa unayemtafuta hakai mbali na mtaa huu, anakaa hapo mtaa wa pili. Ukipita njia hii hapa hii ya moja kwa moja, ndio ukifika mbele pale kuna bomba mkono wa kushoto. Ndio. ukiuliza pale nadhani watakuelekeza. Ah, ina maana navyokatiza njia hii nakatiza mkono wa kushoto. Ndio. kuna bomba ambayo nitakuwa nimekuta, si ndio? nikiuliza tu ndo mahali ambapo anakaa. Ndio, aya, asante sana ndugu yangu, nashukuru

Kivuli kivuli kivuli cha mapenzi yoyo, huyo dada yenu amefanya makosa ni yeye, na huyo shemeji yenu amefanya makosa ni yeye.